Juzi tumeona kwamba Mwanahawa Ali amestaafu. Bila shaka kuna ule umri ambao mtu anasema sasa naoga mikono, nanawa mikono, wacha niwapishe hawa wadogo wangu wazidi. Je, unalenga kustaafu baadaye au unasema taraba taarab kabisa? Unajua sisi waimbaji, wala usiseme mie sasa hivi nimestaafu, takuja kusema mm -hmm. uongo mm -hmm natakiwa mwenyewe, unajua, unajipimia mm -hmm. na ukishaona, kama kama mimi karibuni nataka nianze kuizika pirika pirika, niziache. Je, unapunguza tu kidogo kidogo, unapunguza unapunguza mpaka unapotea. mm -hmm. Basi lakini usiseme nimestaafu, matokeo yake unaonekana, <laughs> chobi ngoko, unafanya kazi kama kawaida. Maana wanasema anastaafu, alafu baadaye unasikia ah, yuko pale, fulani, fulani, fulani. kwa hiyo mba... tuseme mimi, mimi sio kama sitaki kustaafu, nataka mm -hmm na wakati wowote Mwenyezi Mungu akinijalia naweza nika, nikaache ikasi, lakini na kido kidogo kidogo kidogo, kwa sababu nimepunguza, hata vitu vingine nimevipunguza. Kwa hiyo tuseme hizi hmm. mishe kwa sababu tumekuwa na kitambo sana, ukiimba haujaachia wimbo, ila tunakuona tu ukijihusisha na wasanii wengine wa Bongo Flavor, kwa hiyo hmm. tuseme hizi hmm. shughuli tunazoziona ni dalili za kustaafu Hey, maanaka puko zamani kila kila baada ya muda miezi mitatu miezi ngapi unatoa nyimbo mpya, lakini sasa hivi mimi sitoi nyimbo hivyo hivyo, mara mm -hmm. moja moja tu. Kwa hiyo nani mumu, muda wa kustaafu unakaribia, sio muda mrefu sana mm -hmm.